Naitwa Claudia Orestus Kinyelo, mimi ni mkazi wa mkoa wa Mtwara. Lakini siku ya leo sisi kama vijana, wanawake, wazee tumeweza kufanya mazoezi yenye umbali wa kilomita takribani tisa mpaka kumi, ambapo siku hii ya leo sisi kama vijana tumeamua kuhitimisha mazoezi yetu katika hospitali yetu ya Kanda. Lakini mimi ni mmojawapo amenufaika mkubwa katika hospitali yetu ya Kanda. Aa, mwaka jana niliweza kumleta ndugu yangu ambaye alikuwa na shida ya figo tukaweza kufanya dialysis katika hospitali yetu ya Kanda. Lakini tukikumbuka kipindi hicho cha nyuma hizi dialysis tulikuwa tunazifuata katika hospitali ya Muhimbili au Benjamin Mkapa. Hivyo basi katika serikali yetu ya awamu ya sita, tunasema mkoa wetu wa Mtwara tunaendelea kujivunia kwa ukubwa zaidi kuweza kupata huduma bora katika mkoa wetu wa Mtwara na katika hospitali yetu hii ya Kanda ambayo inaweza kuhudumia watu wengi, lakini isitoshe tumeweza kupata madaktari wetu bingwa. Tunaona mwaka jana kama mw..., sio mwaka juzi tuliweza kuona mwenzetu mmoja amefanyiwa upasuaji kwenye moyo akatoka na bonge la kilom..., kama gramu nne tano hivi. Hivyo basi sisi kama vijana tunasema asante sana serikali ya awamu ya sita, lakini pia tunaendelea kuwahimiza vijana wenzetu waweze kujitokeza kwa ajili ya uchaguzi mkuu, kuweza kufanya uchaguzi wa amani na haki kwetu sote. Asante. Mimi naitwa a Abdala Mpai kutoka manispaa Twala, Mkindani. Mimi nasumbuliwa na sukari na kwa kweli na nashukuru alhamdulillah, natoka nimefika hapa, huduma mimi naiona nzuri. Kama laiti ingekuwa kama huduma sio nzuri, nisingefikia hapa. Utekelezaji waliofanya wa serikali kwa kweli, wasiache huduma hii, wazidi kuendelea wazidi kutuinua, wazidi kutusaidia kwa kweli, kwa sababu mambo haya yalikuwa mbali na sasa hivi yako mjini hapa. Kwa kweli tunashukuru, maana wengine si tulikuwa ya yakuendea mbali huko, lakini leo serikali imeamua kutuletea vitu kama hivi na kutusaidia kama hivi, kwa kweli tunashukuru. Kwa majina, naitwa Hajati Kuruthumu binti Ntonya nilikuja hapa kwa kesi ya mguu, nikafanyiwa operation, nikatolewa vidole, vikaonekana vidole vyangu vimeathirika. Niliposhauriwa nikasema, wala hena wasiwasi wasi, wala sina uoga, toa fanyia tu operation mimi, miiladi nipate uzima. Wakanitoa hivyo vidole, naendelea vizuri huduma ninazipata, kwa kweli nawashukuru sana madaktari wa Mtwara kwa huduma zao mzuri, hawana unyanyasaji, wanakuelekeza, wanakupoza na wanakutibia, na ninatibiwa bado, naendelea na matibabu. Kwa mimi ni mnufaika wa huduma za hapa. Nilihitaji kufanyiwa uchunguzi wa saratani ya titi, lakini niliweza kupata hapa. Lakini ukiangalia kipindi cha nyuma, ilikuwa hizi huduma lazima ukazipate sehemu zingine. Kwa hiyo mimi kama mnufaika, mimi kama mkazi wa Mtwara ninashukuru sana serikali yetu kwa kutuletea hospitali hii, na pia tunapoelekea uchaguzi, uchaguzi wetu ukawe wa amani. Na kupiga kura ni haki ya kila mtu. Mimi naitwa Dr. Benedict Ngaiza, mganga mkuu wa mkoa wa Mtwara. Nimefanya mazoezi na kuja kwenye hospitali yetu ya Kanda kushuhudia eh, uwekezaji mkubwa uliofanya na serikali ya awamu ya sita. Serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 15.8 za ujenzi wa hospitali hii, hiyo ni ujenzi lakini zimetumika zaidi ya bilioni 9 kununua vifaa tiba mbalimbali, ikiwemo MRI, CT scan, X-rays, na vifaa vingine saidizi. Na hivi karibuni hospitali hii imezindua huduma za eh, dialysis kuchuja figo kwa wale wanaokuwa figo zao zimefeli. Kwa hiyo kwa sasa hospitali hii inatoa huduma za kuchuja figo, lakini na hizo huduma nyingine.